Wengi hawafahamu kwamba gari ni moja kati ya dress code. Yani sehemu ya wewe unavyovaa yani. Kwa mfano umevaa umependeza, basi ni gari gani unaloingia nalo katika event. Watu hawafahamu hilo, na ndio maana unakuta watu wanadharau sana gari la kuingia nalo katika event, ukitazama nje unakuta watu katika events wanahakikisha kuna gari maalum inampeleka katika event kwa sababu ni moja kati ya dress code ama sehemu ya kupendeza kwake. Gari ina mchango mkubwa sana pia, inatakiwa ujue gari gani ina, inafuatana na nguo uliovaa. Huwezi kuvaa nguo imekubana alafu gari ya juu, utapata tabu sana wakati wa kushuka. Yes, hii inaitwa The Gear na leo tumeenda katika harusi inaitwa JP2025 kuangalia nani ameingia na gari gani lakini hiyo ni segmenti moja tu ya yetu ya The Gear ambayo inaitwa Ndinga. Sasa huku upande wa pili kuna kipindi ambacho kinaelezea ufundi wa magari na teknolojia mbalimbali zinazoendelea katika masuala yote ya magari. Mimi naitwa 255 Jerry. Karibu katika The Gear na kuomba uongeze sauti kidogo ya device yako, kama unatumia TV ama unatumia simu ama unatumia uh, laptop yako, naomba uongeze sauti kidogo, kwa sababu leo tunataka kufundisha kwa sauti. Yes, leo tunataka kube zaidi katika masuala mazima ya sauti. Sauti gani? Ni sauti ambazo unazisikia wakati unaendesha gari kuna sauti ambazo hata ukienda kwa fundi ukamwambia nahisi kitu fulani, fundi naye ataona wewe kumbe una idea idea kidogo. Sasa uh, kuna milio ambayo inatokea wakati unaendesha gari. Sasa milio ile inategemeana na aina ya tatizo, lakini pia inaweza kukupa at least kiashiria kwamba hili inaweza kuwa ni tatizo la aina gani. Uh, kuna mlio ball wa, wa ball joint. Tukizungumzia ball joint ni jamii ya vitu kama Bojent. Inawezekana ikawa Bojent yenyewe, inawezekana ikawa Tyroden, inawezekana ikawa Reken, lakini milio yake asilimia kubwa inafanana na mlio wake unakuwa kama hivi, Hi. Sasa, ukisikia mlio kama huo basi ujue kabisa hapo kuna dalili kubwa kwamba uh, ball joint ama tie rod end, ama rack end ya gari yako imeharibika na ni jambo la heri ukaenda kwa watu wa husika kuweza kukurekebishia ama kukubadilishia hicho. Kuna mlio mwingine ambao huu mlio unatokana na starter. Katika milio ya stata ambayo inaonyesha kwamba kuna changamoto katika stata, kuna milio ya aina mbili. Kuna mlio wa kwanza ambao yaani ha, ha, ukiwa na washa gari pale, utasikia tu kama vile inataka kuwaka, lakini inalia tu kama hivi basi huo ni mlio ambao unaonyesha kwamba starter ina changamoto. Lakini katika starter kuna mlio mwingine ambao unaonyesha kwamba kuna changamoto kwa upande wa starter, yani inawezekana kuna kitu wanaita bendix ina slip, basi ni mlio huu. Sasa bwana, katika gari, katika upande wa engine kuna bearings, lakini pia katika matairi kuna bearings. Sasa hii ni milio ambayo ipo katika bearings za kwenye engine. Tukizungumzia bering zilizopo katika engine pia kuna bering ambayo inazunguka pamoja na fan belt. kuna bering ambayo inazunguka uh, yaani kwenye fan belt tensioner. kuna rollers zipo pale ambazo zinazunguka lakini pia kuna milio ambayo inatokana na bering za alternator. Uh, ni ngumu kuweza kutofautisha, lakini kwa ufupi tu bering zilizopo katika engine asilimia kubwa zikifa, basi utasikia mlio kama huu katika mlio wa bearing zilizopo katika engine. Ukitaka kufahamu zaidi, unaweza ukapaki gari lako ukaweka parking na ukakanyaga acceleration kidogo na au mtu mmoja akakanyaga acceleration kidogo Anakanyaga accelerator, wewe ukikaa mbele katika engine kidogo unaweza ukaufahamu mlio ule. Na kwa kifaa, kwa msaada wa vifaa maalum vya sisi mafundi, tunaweza tukawa tunapima sehemu mojawapo, kujua ni kitu gani ambacho kinatoa zaidi, aa, mlio, kwa sababu milio ya bearing mingi inafanana. Zile bearing za mbele katika engine milio yake mingi inafanana. Sasa tukija katika upande wa bearing za miguu, yani bearing zilizopo katika matairi, nazo zina aina yake ya mlio.

So namna pekee unaweza kawa unaendesha gari yako, zima AC, funga madirisha uh, zima na radio. Kwa sekunde chache endesha gari katika speed kama ya 40, alafu weka neutral. Utasikia gari yako inavuma kama vile ndege inataka kutua. Hizo ni wheel bearing la. Kama uko makini unaweza kujua kabisa ni za upande wa mbele ama upande wa nyuma. Yes, hiyo ni namna kusikiliza mlio wa wheel bearing, lakini kuna milio kama ya blower fan. Kama blower fan imeharibika Feni ni ile feni inaozungusha uh, AC katika upande wa draw ile abiria pale chini, unaweza ukasikia mlio ule kama hivi. Na baadhi ya feni pia engine feni nazo zikiharibika, ziki zinateta mlio kama huu hapa. Okay, sasa engine piston zikiharibika kuna mlio unaweza kusikia ndani ya engine kama engine yako ina changamoto basi utasikia mlio kama huu hapa. Tensioner kama imeharibika unapokanyaga resi basi utasikia mlio kama huu hapa. Yani, hii bumper si kama inawezekana ka ikawa ni upgrade kit, lakini hii hii bumper sio mchezo hii bwana. Ni hii ni E class zina model tofauti tofauti, kuanzia 210 ikaja 211 ikaja 212. Uh, hii sijui ni 213 ama sijajua ni model gani, lakini ni moja bumper moja kali sana, nikasema tuje tuwaonyeshe imekuja katika JP 2025. Brother mambo vipi? mambo vipi brother? poa mwana, una gari moja kali sana, na huku ndani pia ni kali. Hii gari imekuwa uh, imekuwa upgraded ama ndo ilivyo? Naomba uoneshe kwenye dashboard watu waone, ni kali full screen, kuanzia mwanzo mpaka pale katikati. Hii ilikuja hivi hivi ama imefanywa upgrade? Ndio ilikuja hivi yeah umekuja katika uh, sherehe yetu ya Juma Jux pamoja na mwenzake. Sasa ume, umekuja wewe au kuna msanii umemleta? Manake magari makali ameleta wasanii yp, ndio umemleta? Sio msanii lakini bosi wangu. Umemleta mtu mmoja maarufu ni nani? yeah, yeah. Unaweza kututajia bana? yeah, yeah. Umetisha sana ila moja kati ya gari kali sana ise. Wala hii inaitwa The Gear, na leo tumekuja kuangalia nani amekuja na gari gani, ila gari kali, ila katugoma kututajia ni nani sababu tulikuwa upande wa pili, lakini gari kali sana. Tu review upande huu uone. Taa kali, bumper kali. Ninapenda sana muonekano wake, ambaye rim kali. Bwana, na huku ni nyuma na nyuma, gari hii E200. E200. Yes, mwona nyuma body kit yake na kama exhaust mbili za AMG upande huu na upande huu kuna exhaust mbili za AMG pia bapa lake la nyuma limekaa design flani vikali, tail lights kali sana. And we have another JP 2025 chinani kapendeza sana huyu. Uh, mambo. Hello. Hi, how are you? umependeza.

Tumepata wageni wa Nigeria, lakini hawajaja kinyonge. Ah, uh, wamekuja na Mercedes moja S 400, gari kali sana n, yani gari zinazoingia katika event ya leo ni kali sana. La, uh, wale ambao wa hawafahamu hizi ni Mercedes Benz, ni gari kwa ajili ya shughuli maalum ama gari kwa ajili ya viongozi na watu mbalimbali mbali. S class, naongea mara nyingi sana, ni gari ambazo zitengenezwa special kwa ajili ya events Uh, za maana zaidi. Yes, wale viongozi watu maarufu ndo wanapenda sana kutumia Mercedes Benz. Ile ya kwanza ni nyeusi, hii tuliona kama nyeusi, lakini ukiicheki vizuri ni kama maroon hivi. Yes, yes, ni dark maroon Mercedes Benz S class. So hii ni uh, ni jamii ya uh, Maybach kama basi hawa ni ndugu zake na Maybach, na una uwezo kama uko upgrade gari hii ikaonekana kama Mercedes Benz Maybach. Kama unafahamu Maybach, basi unaweza ku upgrade gari hii na ikaingiriana na ikafanana kabisa na Maybach, kwa sababu hata mfumo wake ya airmatic suspension na baadhi ya vitu ina share na na Maybach gari <laughs> <Yeah. laughs> My car is on that side, nimepaki sio boda mina a uh a -uh. uh -huh. sio bajaji Huwezi eh, kupendeza hivi, umevaa hapo bajaji nzima umeivaa, ujue. Lakini leo umekuja na nini, gari gani Otra? mashabiki zangu wanapenda kujua nani kaja na gari gani leo umekuja na gari gani? Sasa, yeah. unaendesha au unaendeshwa sasa hivi inakuwaje? Mbona leo umependeza na unatakiwa uwe na dereva kidogo? Ah, pole leo, siku moja, moja eh, hakuna kutaka hiti, unatakiwa moja moja, haya, shukran sana nice, shukran sana, shukran sana. <laughs> karibu The Gear eh, yeah, simamishe, yeah, tuone eh, hii eh. Ni nguo Mungu wangu, mi nilijua ni mapambo. Hii nguo ya mtu nzito, aya Bwana, watu wamependeza huku ndani. Sasa mbona nguo iko huku, mwenyewe uko wapi? Kaingia bila nguo? Kwa hiyo anavaa, baadaye anavua, anavaa nyingine? Sasa hapa inapigwa vumbi iwekeni e, sehemu vizuri. Huo kule anao rangi nyingine? Kule anao rangi nyingine? Mbada, He, atali sana <laughs> Itaona mengi leo. Bwana <laughs> hapa tumeona moja kati ya Audi Q5. Ah, so. Hapa tuko na Audi uh, Audi A4. Yes, model ya mbele kidogo na tumeona amejitenga pembeni. Kasema huyu ni nani? Ngoja tufanye naye interview kidogo. Bosi, samani kidogo. Mambo vipi bro? Bwana shwari ni aje? Shwari. Ah, Jay Melody. Bwana mimi ni shabiki wako bwana. Bwana shukrani sana. Unafanya kazi nzuri sana. Mungu anabariki. Ah, sikuonagi bwana kwenye video zako ukiwa na magari. Kwa nini? uh, Si nafikiri madirekto anaonishutia sio watu lakini, baadhi ya video nimefanya, kama na wimbo wangu, pia na Jux nimeshuti naye tayari, una gari ndani kwao Lakin... ni mtu ambaye nafikiri madirekto bado sijapata ile ya kunika kwenye gari na vitu kama hivi, lakini lakini uh, mimi nimefanya research uh, nyimbo zako nyingi sana yani ukiweka katika nyimbo kumi unaweza kukuta nyimbo yenye gari labda ni moja au mbili nini kinachofanya? ah, umesema madirekta ndo anaweza kusababisha. okay, tuna idea ambazo zinakuja, sababu huwezi kuweka tu gari. Kwa hiyo madirekta na mawazo yetu, tukichanganya tunajikuta tuweki magari, au tunajikuta tumeshoot namna tofauti na namna na, na ile ya kuweka magari na na vitu kama hivyo, so nafikiri ni kazi ya madirekta na jinsi tunavyopanga video tunazishuti vipi. okay, uh, leo umekuja na Audi, uh, A4, kwa nini umeamua kuchagua gari hii katika event kama hii? Kwanza ni ndo gari yangu ambayo natembelea. Yeah. Uh, lakini pia kwa sababu leo theme ya leo hapa ni black and gold kwa hiyo pia sio mbaya kutumia gari la black. Yeah, tasi nilichagua kuja hivi. Nilikuwa nimeplani kuja na gari jeupe lakini, uh, BM, nani? BMW, lakini nimeamua kuchukua Audi kwa sababu nataka niendane na hiyo theme. Wewe ni team European, uh, umetaja BM, umetaja Audi, uh, kipi ambacho kimefanya upende European ingawa watu wengi wana okay, complain kuhusiana na European car? Mimi kikweli ninapenda sana Audi, lakini kitu ambacho napenda kwenye magari, sipendi gari zenye unajua ile nini, hapa ile brake ya kuvuta sipendi. Hey, hey, ya, sana yani. <laughs> gari kiwa hivyo yani ya inakuwa dai bana, labda liwe vintage sana, liwe la kizamani sana labda gari la mwaka 94 na ngapi, lakini kama gari hizi za new school hizi gari mpya ambazo labda za kutoka 2009 2010, alafu ikiwa na, na, na kile kidude cha hapa inanikwaza sana. Okay, pia mimi ni mpenzi wa Audi, ndio maana kwa sababu ya hiki kidude. So, um, katika video ambazo labda tutarajie, uh, magari gani ambayo unafikiria kichwani, au magari gani ambayo uh, una plan kufanya nao kwenye video zijazo? Uh, nafikiri kuhusu gari za kwenye video inategemea na the way gari inaonekana. Kwa sababu ukishoot au au plani kabisa, nataka nitumie gari flani inategemea, eh, inategemea na shooting yenyewe. Mfano shuti, mfano shooting za harusi unaweza ukaplani labda kuja na benzi eh, kama Rolls Royce au maaudi na vitu kama hivyo, lakini kuna baadhi ya video zile unakuta za kigangsta au labda watu wa mekani, sio video smart. Magari mara nyingi yanakuwa ni tofauti, mara nyingi yanakuwa vintage, yale magari ya zamani. Unakuta gari la zamani linakuwa limepaki pale sofa nafikiri ni kutokana na jinsi ambavyo atakaa gari gani na, director, na rangi. Sometimes pia tunaangalia rangi no? Okay. Na, na, uh, kazi ya mziki kaenda mbele zaidi, mambo yakawa mazuri zaidi tutarajie gari gani kali sana um, <laughs> <laughs> inaitwa Bronco. Uijuinaipenda sana oanajua magarianajua magari. Hiyo ni gari naipenda sana unajua, kwa sababu gani? Kwa sababu pia mi napenda vitu tofauti kama, sijui kama nitakuja kununua, inshallah tu Mwenyezi Mungu, lakini mi napenda gari za hivi, unaelewa kama defender, lakini yenyewe iko tofauti sana, iko very vintage, yani Bronco hii kaitafuta hiyo gari, hiyo gari kali sana. so kabla ya hii ile, unaanza kujitafuta gari gani, ilikuwa ndo first car yako? oh, no. ile na kuna kitu ambacho huwezi kukisahau kwenye first car yako, kweli? mimi kutafuta kwanza, kuangaika na muziki, nilikuwa sio mtu anayejua magari sana, na nilikuwa si mtu ambaye na mapenzi sana na magari. Lakini ubaya kuhusu maisha, unaponunua kitu kimoja kinakufanya unakijua, unaanza kujifunza vitu vingi. So, mwanzo kabisa nilikuwa, zamani nilikuwa naipenda sana gari moja inaitwa XV Subaru eh, yeah. eh ilikuwa kama Sport XV. Lakini baadaye nika change, ndo nikanunua hii Audi, of course hii ndo gari yangu ya kwanza pia Gari yangu ya mwanzo kabisa ilikuwa alfad. Baadaye nikanunua hii Audi, nikanunua hii kwa sababu unajua mwanzo unapoanza pale unawaza timu tutatembeaje na nini, lakini sahivi timu kila mtu ana gari yake, nikaja nikanunua Audi, Audi baadaye ikaja nikawa gari ninaoipenda zaidi. Audi, Audi, yeah. Audi wakaniangusha kwenye gari za juu, sizipendi gari za juu za, Audi. Audi za kwa nini? Si, yani sizipendi mwonekano wake sana sana gari ya Audi ya mwaka mbele sana labda za elfu mbili na ishirini kwenda 25 ndo zinakuaga na bodi kali. Unajua Audi sijui wamefeli wapi kwenye swala la bodi za gari za SUV hey. <laughs> wanakwama sana upande huo, okay. Kwa mi napenda gari sedan kama hivi ambazo ziko chini na zimetulia kwa sababu hey. hey. hey. hey. hey, ni gari ambayo nafikiri ukiacha uwa na interior kali Audi pia ina ka interior flani ka classic ambako akasumbui sana akana mambo mengi. Ukipata milioni mia, unaweza ukaspendi shilingi ngapi kununua gari? kama ina hela nyingine au ni mia tu? mia tu na unatakiwa ununue gari katika hiyo mia, itabidi ubakishe hapo kidogo, utatanua bagari ya milioni sabini. Hey, shukrani hey, hey, sana. Tumeshufurahi sana kufanya interview na Jay Melody. Mimi ni shabiki wake na nikuwa sijui kama enee, ni mpenzi wa magari na ni mpenzi wa European cars. Leo tuko katika JP 2025 na tunaangalia nani amekuja na gari gani, sio amependeza tu bila gari. Hapa yes, tumekutana na bonga moja la Range Rover New Model. Range Rover New Model. Sijui nani amekuja na Range Rover New Model? Imeandikwa JP 2025 Bwana, mambo vipi wako? Bwana, mmependeza sana, sisi ndio tunabahatika kuwaona bwana. Bwana, hongera sana. sana. Asante, asante. Hii kwenye iko ni collection ya kipindikia tunafanya interview, yeah. Siku iona hii boss wangu. Yeah. E, hii eh hii kwa bado hii gari nimenunua mwaka huu mwezi wa Eh nimenunua mwaka jana kwenye birthday ya wife Bwana , hii ni moja kati ya gari ambayo sasa hivi uh, ndo gari kali town. Yani, unajua inakuwa kama trend kuna Discover 3, Discover 4, inakuja na Range Rover Sport lakini, sasa hivi tunaongelea hii ndio habari ya mjini, na leo uh, tuko na Billnass. Billnass tunafurahi sana kumwona katika harusi ya mwanae, shukrani sana bro. Tumekuja kuangalia watu wanakuja na nini, s so, anapendeza, anakuja na bodaboda -boda. <laughs> Shukrani sana bro. Jagia, hapa higia Land Cruiser ZX 300 series, sijui kaja nao nani lakini, tunaomba kumuuliza, tunataka tuchungulie, tujue nani kaja na ZX 300 series. Bwana tulizania kuna mgeni huko lakini bwana kumbe ni moja kati ya collection ya Nandi na Bill Nass. Bill Nas Nas hii inaitwa Escort. Ukiwa star bwana na unaenda kwa shughuli kama hizi, lazima uwe na gari angalau mbili tatu hivi. Ikitokea emergency yoyote, unapanda gari nyingine. Lakini ukiwa miss and misses, mnaenda na gari mbili, basi wote mna share gari moja. Tunaendelea kutafuta watu maarufu na magari waliokuja nayo katika JP 2025. Yes, bila shaka bwana. Uh, muda umefika, muda ambao tulikuwa tunasubiria gari letu lifike, limefika bwana, nadhani ni moja kati ya magari makali yaliyofika leo, usiku wa leo katika JP JP 2025. Uh, hii inaitwa Cullinan. Yes, hii inaitwa Rolls Royce Cullinan. Nadhani uh, watu wote wanajua kwamba nani anaimiliki Cullinan. Hii inamilikiwa na Simba la Masimba Dangote. Leo katika JP 2025, kwa maana akaja na msafara wake hapa, naona kuna autobiography, autobiography kama sikosei. Yeah. Hii ni autobiography. Yes, ni msafara mmoja leo simple tu wala sio mwingi sana. Yes. Katika events kuna changamoto kidogo inakuja kwenye wakati wa kushuka kama hivi. Umeona? So, ni moja kati ya vitu vya kuangalia wakati unakuwa katika events kama hizi. Kuna namna ya kufanya selection ya gari. Unaweza kuwa na gari kali, lakini kuna changamoto wakati wa kushuka na wakati wa kupanda hasa kwa dada zetu. Gari kali sana kapendeza and we like it. Breast. Umeenjoy, umeona watu walivyokuja na mandinga yao makali kabisa katika event. Na watu sasa hivi, kiufupi, watu wanajua kabisa uzuri wa kuja na magari mazuri katika event, kwa sababu wanajua the gear tuko mlangoni kuangalia ni magari gani yameingia katika event na nani kaja nayo. Eh bwana, umepata elimu kali sana kuhusiana na milio na vitu vyote hivi, vimetoka kwenu na director Zosa kupitia Jerry Spare Production Team. Mimi naita 255 Jerry, usisahau kutufollow Instagram, yani 255 Jerry t ta Jerry YouTube tupo. Ah, unaweza kwenda YouTube kaandika The Gear na no, usisahau kusubscribe pamoja na kucomment, bila kusahau ku like Jerry Spare